Shughuli hii ambayo hufanyika kila baada ya miaka mitatu ilifanyika mara ya mwisho mwaka 2010 ambapo idadi ya ndovu kanda hii 1266. Idadi hii ikiongezeka ikilinganisha na ile ya mwaka 2007 ambapo ndovu walikuwa 967 pekee. Kulingana na maafisa wa shirika la huduma kwa wanyamapori nchini KWS, kila inapofanyika shughuli hii lazima iwe kwa awamu mbili, moja kwa msimu wa mvua na nyingine kwa msimu wa kiangazi. Zoezi hili ambalo litafanyika kutoka angani litatekelezwa na maafisa wa mashirika ya kuhudumia wanyamapori kutoka Kenya na Tanzania ikigharimu kiasi cha shilingi milioni 12, umuhimu wake ukiwa bayana hasa kwa hifadhi ya wanyamapori ambao huchangia pakubwa katika uchumi wa mataifa haya mawili. Mmojawapo uh, the the ya tishio kubwa kwa wanyama pori imekuwa ni shughuli za binadamu za kujenga makazi na vilevile kutafuta lisha ya mifugo wao kwenye mbuga za wanyama pori. Mara nyingi matokeo yake yamekuwa ni mizozo kati ya binadamu na wanyama hawa pori. Hata hivyo, cha kutia moyo ni kuwa licha ya haya idadi ya wanyama pori hasa ndovu, kanda hii imeendelea kuongezeka ukilinganisha na miaka ya awali. Patrick Injendi, Citizen Nipashe, Nairobi.